Uhusiano kati ya Sudan na Urusi umeendelea kuimarika huku serikali ya Khartoum ikitoa shukrani kwa serikali ya Moscow kwa msimamo wake thabiti wa kuunga mkono mamlaka na umoja wa Sudan katika kipindi cha mgogoro unaoendelea. Balozi wa Sudan nchini Urusi, Mohammed Elghazali Eltigani Sirrag amesema kwamba sera ya Urusi kuelekea Sudan inaakisi misingi ya sera yake ya mambo ya nje: usawa wa kimuungano, kuto kujihusisha na mambo ya ndani ya nchi nyingine na ushirikiano wa manufaa ya pande zote. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika mjini Moscow, balozi Sirrag alisifu uungwaji mkono wa Urusi kwa Sudan tangu kuanza kwa mapigano kati ya jeshi la Sudan SAF na kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Alibainisha kuwa Urusi ilikuwa miongoni mwa nchi za kwanza kuonesha uungwaji mkono wa wazi kwa serikali ya Sudan, hatua iliyothibitisha uhusiano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Balozi huyo alikumbushia kuwa ziara ya kwanza ya ngazi ya juu ya kidiplomasia kwenda Khartoum baada ya mapigano ilifanywa na naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi, ambaye alisisitiza heshima ya Urusi kwa mamlaka na umoja wa ardhi ya Sudan. Kauli hiyo, kwa mujibu wa Sirag, ilionyesha kwamba Moscow inaendelea kuwa mshirika wa kuaminika wa Sudan katika kipindi kigumu cha kisiasa na kijeshi. Moja ya matukio aliyosifiwa zaidi na balozi huyo ni uraya wa Urusi kupiga kura ya turufu veto katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mwezi Februari mwaka huu dhidi ya rasimu ya azimio ambalo, kwa mujibu wa Sudan, lingeweza kuvunja umoja wa ardhi ya nchi hiyo. Sirrag alisema kuwa bila hatua hiyo ya Urusi, Sudan ingeweza kuingiliwa kijeshi au kugawanywa kwa kisingizio cha kulinda amani. Aidha, alisisitiza kwamba Sudan na Urusi zinaendelea kushirikiana kwa karibu katika majukwaa ya kimataifa, hasa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UNSC na taasisi nyingi za kimataifa. Ushirikiano huu unatajwa kuwa sehemu ya jitihada pana za Moscow za kuimarisha uhusiano wake na mataifa ya Afrika sambamba na sera yake ya kuunga mkono uhuru na kujitegemea kwa nchi za bara hili. Kauli ya balozi Sirag inakuja wakati ambapo Sudan bado inakabiliwa na vita vya ndani vilivyoanza mwaka 2023 vita ambavyo vimesababisha maelfu ya vifo na mamilioni ya wakimbizi. Urusi, tofauti na baadhi ya mataifa ya magharibi, imeendelea kushikilia msimamo wa kwamba suluhu ya kudumu lazima itokane na mazungumzo ya ndani ya wasudani wenyewe, bila shinikizo la nje. Kwa Sudan, uhusiano huu unachukuliwa kuwa wa kimkakati hasa katika kipindi hiki ambapo inatafuta washirika wapya wa kisiasa kiuchumi na kijeshi ili kujenga upya taasisi zake zilizoharibiwa na vita. Moscow kwa upande wake inaona Sudan kama mlango muhimu wa usha ushawishi wake katika Afrika Kaskazini na pembe ya Afrika, eneo lenye umuhimu mkubwa katika siasa za kimataifa. Uhusiano unaoimarika kati ya Khartoum na Moscow unaashiria mabadiliko ya mizani ya nguvu katika bara la Afrika, huku mataifa mengi yakianza kugeukia ushirikiano wa kimkakati na Urusi, China na nchi nyingine zisizoegemea magharibi kama mbadala wa mifumo ya zamani ya uhusiano wa kikoloni.